Moja ya jambo kubwa sana ambalo tunalipoteza ni ule uzuri wa adhimisho la ibada ya Misa Takatifu na zile nguvu zake. Wengi pengine msichokifahamu ni kwamba adhimisho la kwanza la ibada ya Misa Takatifu liliadhimishwa pale Kalvari siku ya Ijumaa Kuu, ambapo Kristo anamwaga damu yake kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Damu ile ile iliyomwagika siku ya Ijumaa kuu ndiyo damu hiyo hiyo inayomwagika wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu. Ubora ule ule wa damu iliyomwagika siku ya Ijumaa kuu ndio ubora huo huo ambao unamwagika siku tunapokuwa tunaadhimisha adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kuna damu inamwagika hapa altarini. Kule Spain, miaka elfu moja na kama mia nne huko, kuna padre mmoja alipadrishwa, lakini alikuwa haamini kama kweli e, baada ya mageuzo vile vipaji vinageuka kuwa mwili na damu. Alikuwa na hayo mashaka. Baada tu ya kuwa amemaliza hapa alutaleni, alishangaa vitambaa vyote vinaloa damu, sema hii damu inatoka wapi? Ikabidi akimbie kwenda kwa askofu, maana hata haelewi nini. Kristo alikuwa anajifunua kwake kwamba hiki kinachotendeka ni mimi mwenyewe ninayeonekana.